Ukiwa na maji, hata kama unaenda kuumia, maji yanakupatia amani isiyoweza kueleweka, na ndiyo maana ninasema afadhali tuongelee ndani ya maji ya uzima, afadhali tuongelee ndani ya maji ya uzima, afadhali tuongelee hapo. Yes. Kwa maji ya uzima, mstari wa kumi Biblia inasemaje pale? Mstari wa kumi Biblia inasema Yesu akamwambia huyu mwanamke. Yesu akajibu akamwambia, kama ungelijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungelimwomba naye, naye angelikupa maji. maji haya ndani yangu. Yesu yuko tayari kupeana maji ya uzima yanayosababisha ya matatizo yes, yasionekane kuwa matatizo. Hata kama watu wanasema uchumi umekuwa mpaya, uchumi utakuwa mpaya, lakini wewe pamoja na uchumi mpaya utakuwa na amani ya moyo. Watu wanapata vidonda kwa sababu ya kufikiria. Wengine wanaweza fikiria tu uchumi na wapate tu vidogo bado, bado nitaishi. Haleluya, maana kuna maji ya uzima, maana kuna maji ya